Leo tutaenda kujifunza neno linaloenda kwa jina la sababu ya mwanadamu kupotea kwa upesi katika dunia hii. Sababu ya mwanadamu kupotea upesi katika dunia hii. Tunajua kwamba kila mwanadamu Mwenyezi Mungu amemuumbia miaka yake ya kuishi katika dunia hii, miaka tunatofautiana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 Hivyo basi Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu ili ili mwanadamu amtumikie yeye, lakini mwanadamu alipokuja akaijua dunia hataki kumtumikia Mungu, anaanza kuifuata dunia. Ni mambo ya kushangaza haya, kwamba baba yako ambaye tayari amekwisha kuweka katika dunia hii au mtaki unamtaka yule ambaye hajakuweka katika dunia hii. Hivyo tunaweza kuangalia hiki ni kiburi. Kiburi hiki kilipelekea Mwenyezi Mungu akapatiliza laana katika kile kitabu cha Kutoka sura ishirini mstari wa tano kinasema, kinasema nami nawapatiliza kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne cha wanichukiao na pia na waleemu pale pote ambapo wanakuwa wamerudia njia. Hivyo basi katika, katika kiburi hicho ndipo pale ambapo ilipelekea ikatokea dhambi pale ambapo mwanadamu anakuwa amemkataa Mungu na, kufata, na kumfata huyo shetani. Hivyo basi kwa mwanadamu yoyote ambaye atakuwa anaishi njia za shetani, itakuwa sio rahisi kuishi katika ile miaka ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha kuitoa. Kwa sababu gani? Atafata uzinzi, atafata matukano, atafata magomvi, atafata wizi. Ina maana zile amri zote zitakuwa zimegeuzwa, kwa sababu atakuwa anaongozwa na kiumbe kilichopo duniani. Hivyo basi katika hizo, katika, katika hizo zambi zitampelekea magonjwa mbalimbali, ukimwi, kansa, kisukali na mambo mengine. Hivyo basi kifo kitakapokuja kitakuja kumtoa kwa upesi. Kwa sababu gani? Mwanadamu anayeishi na zambi haishi miaka mingi sana. Ukiona mwanadamu ametenda zambi anaishi miaka mingi, ni rehema za Mungu ndizo zinamvuta ili aweze kutubu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi Tumekwisha kuangalia kiburi cha kuto kumjua Mungu na kumjua shetani kinapelekea dhambi. Dhambi mwanadamu anaanza kuishi ndani ya laana. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitu kingine ambacho kinapelekea mwanadamu kupotea kwa upesi ni tamaa, kutaka mambo ya ubatili, mambo ya giza. Tunajua kwamba kila mwanadamu aliyeumbwa katika dunia hii ana kitu chake mwenyewe, ana utajiri wake mwenyewe, ana kazi yake mwenyewe, ana vile vitu vya kumiliki ambavyo Mwenyezi Mungu amekwisha kumwandikia. Hivyo basi pale mwanadamu ambapo anakuwa anaingiwa na tamaa, ndipo pale ambapo mwanadamu anaanza anaanza kutamani vitu vya watu wengine. Tunaangalia kuna watu ambao tayari wamekwisha kumiliki mali lakini hatujui wamemiliki vipi, na bado wanatamaniwa na watu. Mtu kia, akisikia mtu fulani amekuwa tajiri anamtamani. Hiyo tamaa ikapelekea kutamani, mwisho wa siku wakaingiziwa zile nia ambazo ni ovu, na shetani mwisho wa siku wakaweza kuvutwa huko. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tunajua kwamba mwanadamu anatafutwa na shetani hata pale kitabu kile cha Luka kinaeleza jinsi ambapo, ambapo Yesu alikuwa ame, amebatizwa pale, akapandishwa na Roho nyikani, shetani alianza kumjaribu kwa kumuonyesha miliki za dunia, na pia shetani akawa anataka kitu kimoja tu, abudiwe, na akasema kwamba mimi nampa yule nitakavyo nitakavyo mimi nampa Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, tunaangalia ndani ya dunia hii ipo, kuna kitu ambacho kinaitwa ni mizimu, ambacho hicho kipo kila ukoo, na watu wengi wamekwisha kuwaidiwa na mizimu, wanaitumikia, wanatoa sadaka, wanafanikishwa. Kuna baadhi ya vitu wanafanikishwa, wanaona, basi huyu ndiye Mungu wa kuabudiwa, kumbe wanavutwa katika mifumo ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi katika kumtafuta mwanadamu katika kumtafuta mwanadamu ndipo papa tunapokwisha kuangalia ndani ya ukoo, kuna watu ambao tumekwisha kuzaliwa nao, ambao tunaangalia wengine waliondoka muda mrefu, na wengine wanamiliki mali, wengine wanamiliki vitu mbalimbali. Tunaangalia wapo huko, hatujui wanafanya nini, na pia ukiwapigia simu, ukiwauliza mnafanya kazi gani, hawakupi majibu ambayo yanatakiwa na pia wao wanaonekana wana msaada pale inapotokea misiba, na msaada wao huwa wanaleta sana majeneza na mambo mengine. Hivyo basi, tunaangalia katika kumtafuta mwanadamu, shetani amekwisha kuwapa amekwisha kuwapa maelekezo wale watu ambao tayari wamekwisha kusaini mikataba ya giza. Wengine ni ndugu zetu ambao hao wanamiliki mali, hatujui wametoa wapi Kitabu cha Misali sura nne mstari wa kumi na sita kinasema kwamba maana walali isipokuwa ametenda mazala, uondolewa usingizi ikiwa awakumwangusha mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo hapa tunaanza kuangalia hapa, kuna kafara mbalimbali mbali ambazo zinatolewa na maana, unaanza kushangaa, kuna mtu anaweza kalala wakuta amekufa, kuna mtu anaweza kuwa anatembea, unashangaa mala ajali, kuna mtu anaweza ame anaweza akawa anatembea unashangaa, kaanguka kafa. Unauliza, huyu alikuwa anaumwa? Hapana. Huyu alikuwa anaumwa? Hapana. Unaweza kuta mtu amekaa, mara kichwa kidogo kinauma, mara akapotea kwa upesi. Hizo zote ni kazi za shetani. Mungu haui wanadamu kwa njia kama hizo, ambazo shetani anazifanya. Watu wa Mungu wana uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, tumeanza kuangalia hii vita ipo katika dunia. Shetani yupo katika kuwatafuta wanadamu aweze kumwaga damu. Hivyo basi, wale wote ambao wapo katika upande wa giza, ndizo kazi ambazo wamekwisha kupewa, kuhakikisha mwanadamu lazima afe katika dunia hii hata kabla ya kumjua Yesu. Hivyo wewe ambaye mpaka saa hizi upo hai, unasema kwamba mimi nipo hai. Kuna muda unaota ndoto, unafukuzwa. Kuna muda unaota ndoto una, una, unataka kudumbukizwa kwenye mashimo, unaokolewa, unakuta upo hai. Kuna muda unaota ndoto zile ambazo unakuta kabisa, hizi ni ndoto za marehemu, watu ambao wamekufa, ndoto za majeneza. Unasema kwamba leo hii nipo hai, umtafuti Yesu Kristo, ndugu yangu rehema za Mungu ndizo zinazokufanya uwe hai. Mtafute Yesu Kristo kwa sababu dunia hii ina vita. Wewe ambao unakabwa usingizini, unaamka sio kitu cha kawaida. Hawa wamepewa kazi, katika kitabu cha Misali, kwamba wasiweze kulala usingizi mpaka wamwangushe mwanadamu. Hivyo basi tumekwisha kuangalia sababu za mwanadamu kupotea kwa upesi katika dunia hii ni tamaa za dunia. Wengine wanajiingiza kwenye mifumo ya giza ili waweze kumiliki pesa, kwa sababu wanawatamani wale watu ambao wanamiliki hivyo vitu. Hao wapo, shetani amewaweka mbele, ni watu wa shetani ili kuweza kuwavuta vijana wenye tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tena jambo, jambo jingine tumeangalia ni pale ambapo mwanadamu anakuwa amemkataa Mungu, yani amekataa kuijua njia ya Mungu. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awarinde wote.